West TV. ya marudiano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambako kuruwao wa Msimbazi Simba walitua katika mji wa Johannesburg na kupokelewa na balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, James Bwana, ambapo baada ya kuwapokea kabla ya kuanza safari ya kuelekea Durban ambako mchezo huo utakapofanyika, balozi eh, James Bwana wa Tanzania, lakini nchini Afrika ya Kusini alitoa neno hasa kwa Simba ambao aliwapokea hapo Johannesburg. Ubalozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini, napenda kutumia fursa hii kuikaribisha katika Jamhuri ya Afrika Kusini klabu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Kwanza mjisikie mko nyumbani, lakini pili mjione kabisa kwamba serikali imeambatana nanyi all the way from Dar es Salaam to Johannesburg, na kutoka hapa tunaambatana na nyinyi all the way Durban, kwa ajili ya mchezo wa kesho kutwa tarehe 27. Sisi kama ubalozi tunafuraha kwamba kuja kwenu hapa ni kielelezo kwamba mpira unaendelea kutuunganisha watu wa mataifa tofauti jamhuri ya, ya muungano wa Tanzania, lakini na jamhuri ya, ya Afrika Kusini, lakini pia na watu wengine ambao, kama mnavyofahamu, mchanganyiko wa watu wote, masuala haya ya michezo na yakaendelea kutuweka pamoja. Kwa niaba ya ubalozi, na neno letu ni moja, karibuni sana. Lakini neno jingine la pili na la mwisho ni matarajio yetu kwamba ujio wenu, mmekuja kushinda, hamjaja kushindwa, hamjaja kuwasindikiza kuelekea katika fainali. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwatakia kila laheri katika safari yenu. Na nitumie fursa hii kuwatakia pia viongozi matayarisho mema katika mchezo huo, kabla hatuja hatujamaliza hayo yote lakini, na niwahakikishie tu kwamba sisi kama serikali tumejipanga ipasavyo kuhakikisha kwamba safari yao na uwepo wao hapa katika jamhuri ya Afrika Kusini unakuwa salama na mchezo unafanyika katika matarajio yote ya mazingatio ya taratibu mbalimbali za michezo kwa kimataifa. Huyo ni balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, James Bwana akizungumza na wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji, benchi la ufundi, pamoja na viongozi na baadhi ya mashabiki na wanachama walioambatana na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambako walifika hapo uh, nchini Afrika ya Kusini kwa maana katika mji wa Johannesburg wakiunganisha safari ya kuelekea Durban ambako huko Durban ndiko ambako mechi itafanyika ya marudiano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hassan Mkala ambaye ni kiongozi wa daya, uh, diaspora Afrika ya Kusini na yeye alitoa neno kwa niaba ya Watanzania wale ambao wanaitakia mema kwenye mchezo huo. Uh, <laughs> Uh, mara kwanza au mara pili, sasa hivi tunakwenda kucheza na timu ambayo haina uzoefu hata kidogo katika mchezo wao, ni Simba Sports Club. Sisi kama Watanzania hapa nchini Afrika Kusini tunawahakikishia kuwapa hamasa na ushirikiano wa aina yoyote mtakaohitaji katika mchezo wenu wa tarehe 27 mwezi huu. Tumesha tumesha hamasishana vya kutosha. Tumeshaandaa mabasi ya kusafiri kutoka mikoa tofauti tofauti vya kutosha. Watu wapo wanawasubiri kwa hamu ndani ya Deben. Pale pale Deben kuna miji midogo midogo mingi na tumeshaandaa Watanzania Tanzania wa kutosha kwa ajili yenu. Mimi na uhakika kutokana na support tutakayowapa. Sisi upande wetu, sisi tumeshamaliza yote tunayotaka kuyafanya. Kwa hiyo kazi imebakia kwenu, na kutokana kwamba mnakwenda kucheza na timu ambayo haina uzoefu katika mashindano haya, point 3 tu na kesho kutwa mpaka kabisa kuchukua na kombe, ili kombe tunalichukua sisi vizuri. Kwa ajili ya kuanza vizuri. Mimi nafikiri kwa sababu ana coach, coach aliyemcheza Maritzburg United kwa muda mrefu, ana perform vizuri. Kese again uh, the coach has been Kese I mean has been Kese again for, for quite some times. He played for Maritzburg United we know he very well. He's got too much experience of Kese again. So, sidhani kama kuna cha ajabu cha aina yoyote atakayenda kukiona huko. Kwa hiyo hu, coach, we need a win from you. We need a win from them, all the players. We support you. Sawa, huyo ni moja kati ya Watanzania ambao wanaishi Afrika ya Kusini uh, Hassani Mkala kiongozi wa diaspora Afrika ya Kusini akitoa neno lake baada ya kuzungumza na uh, Watanzania wana Simba ambao wameelekea hii leo huko Johannesburg, ambako walipofika hapo uh, kabla hawajaunganisha ndege ya kwenda Durban kwa ajili ya uh, mchezo huo. Hassan Mnolela, ni uh, mechi ambayo kila mmoja kama anaona picha ambayo inaenda kutokea uh, kule mbele na balozi ametoa ahadi kwa namna moja ama nyingine watahakikisha kila kitu ambacho kinahitajika mm. Wao wanakamilisha kwa wakati mm. Eh, ili kusiwe na pengine sababu ambazo zinaweza mm. zikapelekea Unajua hizi mechi bwana, na wamemsikia kiongozi wa diaspora. Mm. anasema watachukua hadi wake zao, mabasi wameshaandaa mm. mm. kila kitu kiko kwenye utaratibu ambao mm. wameupanga. Yani, Simba wamepata mapokezi mazuri sana South Africa mm. mm. umeona kuanzia mm, serikali, umeona kama hivyo balozi kwa washabiki, umeelewa wa Simba ambao watanzania wanaoishi South Africa mm. wamewapokea vizuri sana sana. Na kila kitu tayari kimeshawekwa katika mpangilio Otana. Mpangilio mzuri hadi mahali walipofikia, wanapoenda pia kufikia kila sehemu wamehakikishiwa uh, usalama na watu wamechonga barabara vizuri, kwa hiyo itasaidia kuongeza, itasaidia sana. Unajua, sometimes hizi timu zinatoka sana mchezoni pia na mapokezi ambao wanapataga sehemu wanazo kwenda Okay. Unaona, unaweza kukuta timu inaweza ikafikia uwanja wa ndege ikakaa masaa hata kumi, wanawasubiri wenyeji wao. Sasa unakuta e, vitu kama hivyo unakuta, wakati mwingine mchezaji anaweza kakaa tu sehemu moja vikamchosha vika akaenda katika mechi akawa tayari e, ana mawazo ya nje ya uwanja tayari yupo akashatoka mchezoni, ila Simba e, tangu, tangu walivyofika e, Johannesburg wamepokelewa vizuri e, Mapokezea, Mapokezi, picha, yani mpaka sasa hivi mapokezi ambayo wameyapata Simba mpaka sasa hivi inaonekana tayari eh, kuna sehemu moja wameshawini ambazo timu nyingi zikiwa zinaenda ugenini, sehemu hii pia huwa ina wakosti sana hii, kwenye kupokelewa na wanapofikia inakuwaje, wana, wana, wana unakutaga unasikia sometimes wachezaji wanaweza wakalala waka kwenye gari umeelewa? Wachezaji yani wamefika tu tayari, mara mavurugu nini. Lakini Simba mpaka sasa hivi kila tunavyosikia tunasikia kwamba kila kitu tunaambiwa bwana kitu vizuri, vizuri. kwa hiyo mm -hmm. hapa sasa hivi imebaki hiyo safari moja, hmm, ya kutoka Johannesburg kwenda Durban. Na, nafikiri watakuwa wamefika. E, na, na, na, na, na, na kule sasa nako Durban wakifika vizuri, wakipokelewa vizuri, hapo sasa katika ishu ya Uh, namna gani wamefika na mapokezi yao inakuwa imeenda sasa. Na Simba katika vitu ambavyo Kirumanga huwagawana wini sana ni katika eneo hili, katika eneo hili. Yani Simba sasa hivi uzoefu na muda mrefu sana, tujasikia issue ya sijui tumefanywa hivi tumefika h hivi. Yani, uwaga kwanza wana mtindo wanatanguliza watu wao Simba, siku chache kabla wanaenda wanatengeneza mazingira mazuri, wanajua wanafikia wapi, wakitoka hapo wanaenda wapi, kwa hiyo ndio maana kwa Simba uwaga inakuwa inakuwa sana na kwa sababu walishawahi zamani wakati wanaanza kwenye michuano kukutana misukosuko, kwa hiyo wakaelewa okay, kumbe natakiwa tufanye hivi hivi. Kwa hiyo ndio maana Simba katika ishu ya eh, ku, ku, ku, kuwasili katika nchi mata, eh, so tu South Africa, hata nchi ambazo za kaskazini za uarabuni pia Simba hatusikii hizo ishu zinakuwa zinawasumbua zina, zina, zina na, washukuru na kikosi cha mnyama Simba kimetua salama nchini South Africa katika jiji la Johannesburg kuelekea mchezo wao wa raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, wakiwa katika hatua ya nusu fainali. Na Simba wapo tayari kabisa kuelekea mchezo huo kwa sababu wameshajipanga, wameshajiandaa na wametua salama nchini South Africa kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch ya pale pale nchini Afrika Kusini. Na kuelekea mchezo huu, matukio mengi sana yanakumbukwa, ubora ya wa Simba miaka ya hivi karibuni katika mashindano ya kimataifa, lakini pia historia pekee ya Stellenbosch, ni msimu wake wa kwanza e, e, kushiriki michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini amefanya vizuri sana, lakini kubwa zaidi ni kumtoa bingwa mtetezi ambaye ni Zamalek e, kutoka pale nchini Eh, Misri na sasa nakwenda kukutana na Simba Sports ambao misimu ya hivi karibuni wamekuwa na mwendelezo mzuri, wamekuwa wakiishia uh, robo tu finali, lakini uh, safari hii wao wanakwambia wanaitaka finali, sio robo finali tu, kwa sababu robo finali walishapita kwa kumfunga National Al Masri uh, kwa mikwaju ya penati nne kwa moja baada ya Simba Sports kupigwa goli mbili kwa sifuri kule nchini Misri, lakini pia kupi, Simba Sports naye kushinda goli mbili kwa sifuri jijini Dar es Salaam katika dimba la Mkapa. Mwisho wa siku mchezo ukaenda katika uh, changamoto wa ya mikwaju ya penati pimpini, Kamara anaibuka shujaa kwa kucheza mikwaju miwili ya penati. Hivyo basi Simba Sports kuelekea mchezo wao huu dhidi ya Stellenbosch, unaambiwa matumaini ni makubwa sana kwa wapenzi na mashabiki wa Simba kwa Tanzania, uh, Simba kufanya vizuri hasa kufika katika hatua hiyo ya fainali. Ah, tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti. Wewe unafikiri linakwenda kutokea hili? Simba Sports anakwenda kucheza katika fainali akiwa na uongozi wa goli moja kwa sifuri, lakini katika mchezo wa raundi ya kwanza tukio kubwa ambalo linakumbukwa ni la Jean sherehe ya u kukosa nafasi ya wazi kabisa ambayo ingetanua ushindi wa Simba Sports e, katika mchezo huo na kufanya mazingira kuwa salama kuelekea mchezo wa raundi ya pili.